suala la kuzuiliwa kwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche kuingia Kenya kushiriki mazishi ya raila Odinga limechukua sura mpya baada ya vijana kutoka isibani Kenya, lakini pia sirari Tanzania, kuvamia mpaka huo, wakipiga kelele wakitaka John Heche achue. Kama unavyoona, vijana hao walikuwa akipanza sauti, huku wakisema wamechoka kutekwa, lakini wengine wakiimba kwamba anakwenda Bondo, wakimaanisha kwamba John Heche atafanikiwa kuvuka mpaka na kwenda Bondo kule kwenye msiba. Anaenda Bondo, anaenda Bondo, anaenda Bondo, anaenda Bondo, anaenda. Na iyapa ni video ambayo imerekodiwa kwa upande wa ndani wa geti ikionyesha vijana wakiwa nje ya geti wakiimba na kupaza sauti wakisema, anaenda Bondo kwa baba, anaenda kwa baba, wakimaanisha anaenda huku Bondo kuzika. Tazama kwenye video hii vizuri, utaona vijana hao kutoka Kenya na Tanzania wakiwa wanapanda kabisa juu ya geti, huku ulinzi mkali wa polisi ukiwepo ndani, bila uoga, wakiimba kwamba anaenda kwa baba. Hii hapa ni video ikionyesha vijana wakimba Heche Heche baada ya kufanikiwa kumchukua na kuondoka naye wakiwa nadai wanawekea ulinzi mpaka atakapokwenda kulala. Hii hapa mbele ni video ya John Heche akiongea na vijana baada ya kufanikiwa kutoka ndani alipokuwa amezuiliwa. <coughs> Ni video ikaonyesha wananchi wakiondoka na John Heche kwa mguu baada ya kumtoa huko kwenye mikono ya askari ambapo John Heche yupo katikati ya wananchi polisi kuonekana kwamba wana mpango wa kumuumiza ama kumjeruhi kwa hiyo hiyo ni nia ya wananchi watu ni wengi na wananchi wanaamua kuondoka naye wenyewe kwa mguu mguu. wananchi wanaamua kuondoka makamu mwenyekiti wa chama aliyekuwa anaenda mtibani kwa Raila Odinga, na ameporwa pasipoti na watu wa maigresheni kwa nguvu. Kwa hiyo wananchi wameamua kuondoka naye kumsindikiza aweze kuondoka eneo lile, kwa sababu usalama wa eneo lile umekuwa mdogo. Kwa hiyo kama mnavyoona, hali ndivyo inavyoendelea hapa kwenye boda ya Sirari, one stop border point. Wananchi wameamua kuondoka na mheshimiwa John Heche wao wenyewe na watu ni wengi sana, tembo tevi wameamua kwamba ondoke, ili wasiweze kumdhuru. Hii nayo ni video ya vijana wakiwa wanakimbia mchakamchaka, huku wakimba hatutaki na kutaja jina la chama kimoja cha siasa <tinyo>

Wafuatiliaji wangu ukumbuke, yote ameibuka baada ya John Heche kufika mpakani eh, kwenye ofisi za mpakani ili kuelekea Kenya kwenye mazishi ya Raila Odinga, ambapo anadai alizuiwa na kunyang'anywa passport yake na kuambiwa kwamba hawezi kusafiri, ambapo baada ya kugoma muda mrefu akadai kwamba maafisa wa polisi waliweza kufika na kutaka kuondoka naye, ndipo vijana walipoingilia kati aa, na kupiga kelele, wakipata sauti kwa kuimba na kama unavyoona, na mwisho walifanikiwa na hizi ni video ambazo nakuwekea Heche mchana kabla jioni, vijana hawajaingilia kati swala hili ya kuwa eh, kwenye maumivu, kwa sababu unapigania watu, and and we we live by the the consequences of the choices that we make and they make, they a hard choice. Najua consequences za mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama Zami. No, mimi, na, na nimekuja kajuni, nimekuja taratibu kupita hapa hapa mzee hapo, nimekata kichwa, na nimekuja kajuni, nimekuja taratibu. Kajuni kwetu asingeniona. Nobody would see me. Nge niona niko bondo na msinge dikamata. <laughs> na ningerudi na, na msinge dikamata. Sasa mimi sio muhalifu, ndio maana nimekuja. Alafu mimi ni kiongozi, sio kwamba sikuwa na information. Since yesterday, wana organize, I knew it. And they come, ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika Sijafanya kosa. Stop intimidating me. Sijafanya kosa. Tumeanzisha vyama vingi, lazima mvumilie. Tupinga kama vyama vingi ni makosa, futeni wote tuwezisia, lakini kuonea watu, no. Mimi livii kiongozi, hawezi kunitreat kama kichaa. Unachukua passport yangu, paspoti yangu una maelezo ya kaandikieamikie No. Mfuatiliaji wa Mseto Media hayo ndio walojiri kule mpakani, baada ya John Heche kuzuiliwa na maafisa uhamiaji kuvuka mpaka kwenda Kenya kushiriki mazishi ya Raila Odinga ambapo ee, hayo ndio alioibuka baada ya kuzuiwa. Vijana ama Gen Z kutoka Kenya lakini pia Tanzania waliweza kuungana kwa kupiga kelele getini, na baadaye, baada ya kelele kwa nyingi sana kubwa wakimba, basi John Heche aliweza kuachiliwa, na alipotoka nje wakaweza kuongozana naye wakimsindikiza kwa miguu, lakini pia aliweza kuongea na vijana hao. Kwa story na habari nyingine nyingi, baki na Mseto Media, lakini unaweza kutuachia comment yako kwa lolote juu ya hili. Hakikisha umesubscribe ili usipitwe na habari ambazo huwezi kuzipata same kokote kama hizi.